Bwana msanii Diamond Platnumz ameachia ngoma nyingine, na sio ngoma moja. Naweza kusema kwamba hizi bwana zimekuja back to back, ni, ni ngoma mbili, na katika ngoma hizi bwana, ni kwamba Diamond ameachia amapiano, lakini pia vile vile ameachia ngoma nyingine ya miondoko fulani hivi kama ya Afrobeat. Eh, kama unavyoelewa kwamba ni moja kati ya track ambazo huaga Diamond ana uwezo mkubwa sana wa kuzifanya kwa kiwango cha hali ya juu. So huku bwana, kuna hii track ambayo inakwenda kwa jina

ni kwamba Diamond ameamua ku release hii ngoma na of course imepokelewa vizuri, lakini humu amemshirikisha msanii ambaye anafahamika kwa jina la Master, Masterpiece Vibes ambaye ni moja kati ya maproducer wakali tu huko South Africa. Lakini ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho tume notice bwana, kitu ambacho kina trend zaidi sasa hivi ukiachana na hiyo ngoma ya mapiano ni huu wimbo mpya wa Diamond Platinumz, ambapo wadau bwana, wamehusisha kwamba moja kwa moja hii ni ngoma ambayo Diamond amemwimbia Zuchu, ambapo humu ndani bwana, ameshirikiana na mkali kutoka nazungumzia uh, BN Soul ambapo BN bwana ameshirikishwa humu na Diamond Platnumz, na kiukweli ngoma imekuwa kali bomba to the maximum, kutokana na kwamba tunafahamu vizuri kabisa uwezo ambao BN Soul yuko nao na jinsi ambavyo watu wanavyomkubali almost Afrika Mashariki nzima inavyomkubali BN katika swala zima la kuimba uh, swala zima la ubunifu wa melodies uh, sauti na vitu vingine kama hivyo. So Diamond mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram leo ame, ame announce ameitangaza ngoma hii mara tu baada ya kuwa released, ameandika kwamba brand new songs inaitwa Katam, uh, with B and Soul on all platforms now enjoy, share with, every, with everyone that you love London, I can't wait to see you on Friday. So pia vilevile amepromote vile kuhusiana na show yake ambayo anaenda kufanya kule London We London Uingereza. So wadau mbalimbali hapa of course wamekuja kuweka hapa maoni yao kuhusiana na ngoma hiyo, akiwemo Baba Levo anasema kwamba bwana, piga vizuri kwenye kichwa, bado anapumua mzazi wangu e. Kuna mtu mwingine hapa anasema kwamba bwana, kiukweli hii ngoma ni kali sana bwana, kama Simba ameamka saa mbili asubuhi, wewe ni nani? Of course, hii ngoma alianza kuipromote mapema kabisa leo asubuhi umeona bwana. Kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa impressed kuona kwamba Diamond ameachia ngoma mapema kabisa, hata watu wengine walikuwa bado hawajaamka. So, ukiachana, okay, na hilo eh, kuhusiana na ngoma hiyo hiyo ni kwamba wadau mbalimbali wanadai kwamba kuna baadhi ya maneno ambayo Diamond ameimba humo ndani ni kama vile alikuwa anamsifia jinsi ambavyo anavyomhusudu mpenzi wake Zuchu Zuchu, umeona bwana eh? Kwa hapa kuna page wameandika kwamba Diamond amemsifia Zuchu, na na, inaseme, na amesema kwamba kwa nini ameamua kuoa ila huyu kaka kumbe, uh, ilikuwa ni nyimbo. Umeona bwana, kwa hiyo mambo hayo wadau wanaanza kusema kwamba nyimbo, sorry, wadau wanasema kwamba lile tukio la kuoa bwana Uh, ilikuwa bwana ni kiki kwa ajili ya ku release hii ngoma, kwa sababu hata humo ndani pia kuna baadhi ya, must, ya mistari ambayo Diamond ameimba inashabihiana na tukio lile la yeye kuoa, umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini of course hii ngoma bwana imepokelewa vizuri sana na kupitia Boomplay, kwa sasa hivi iko juu kabisa, maana ngoma inakwenda kwa jina la, la Katam ya Diamond featuring. Sol, ambapo kwa sasa hivi hapa ni kukutajia ngoma tatu ambazo zinafanya vizuri zaidi. Ngoma namba tatu ni Jirani ya J Melody kupitia albamu yake ya Addiction, lakini pia ngoma namba mbili ni ngoma inaitwa ha ha ha, hii ni ya Mario. Alafu ngoma namba moja ni katamu ya Diamond Platinumz akiwa ameshirikiana na BN. Kwa hiyo mpaka hapo unaelewa kabisa kwamba uh, Diamond amekimbiza na ngoma yake hii imepokelewa vizuri, lakini ukiachana na hilo pia top searched songs huko Boom Play, sorry, top searched artist, yaani wasanii ambao wanatafutwa zaidi au wanaosikilizwa zaidi sasa hivi huko Boom Play. Namba tatu ni Harmonize, namba mbili ni Mario na namba moja ni Diamond Platinumz. Kwa hiyo mpaka hapo unakuwa unaelewa kwamba ngoma hii imekuwa na impact gani kwa sasa hivi katika industry ya muziki wa bongo flava.